Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Profesa Makame Mbarawa ametoa siku saba kwa mawakala wa bandari nchini ambao hawajalipa ushuru wa makontena na magari kuhakikisha wanalipa ushuru huo, na atakayeshindwa kufanya hivyo atafutiwa leseni. Akizungumza na watumishi wa bandari ya Dar es Salaam, Profesa Mbarawa amesema zaidi ya makontena elfu kumi na moja na magari zaidi ya elfu mbili yaliingizwa na kutolewa bandarini hapo bila kulipiwa ushuru katika kipindi cha wiki tatu zilizopita. Taarifa ya Sei Mwanga inasomwa na Levina Kateule. Ya baada ya kuapishwa na kuanza kazi katika Wizara Mpya ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Waziri Profesa Makame Mbarawa na naibu wake Mhandisi Edwin Ngonyani wamefika katika mamlaka ya bandari TPA kutaka kufamu hatua zilizochukuliwa juu ya makontena na magari yaliyotolewa katika bandari kavu ya ICD na CFS bila kulipiwa tozo za bandari. Kwa siku saba, wenyewe walipe. Wakishindwa tutakamata, alafu tutawapeleka polisi. Polisi itafanya kila itaweza kufanya pesa zilipwe, na vile vile sisi tutawafungia kabisa kufanya kazi au kufanya biashara na bandari. Waziri Mbarawa amesema zoezi la kuwakamata mawakala ambao bado hawajalipa kodi hizo litaendelea na watakaobainika watafikishwa katika vyombo vya sheria na wale watakaoshindwa kulipa tozo hizo watafutiwa leseni za kufanya biashara na bandari. Profesa Mbarawa akazungumzia watumishi ambao wamesimamishwa kazi na wengine ambao wanatafutwa na hawajulikani walipo. Serikali haitovumilia mfanyakazi yeyote wa mamlaka ya usimamizi wa bandari, awe mkubwa au mdogo, ambaye ataendelea kujihusisha na upotovu mapato ya bandari. Kwa upande wake, naibu waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, mhandisi Edwin Ngonyani na kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari TPA mwandisi Alois Matei wakazungumzia juu ya chama cha mawakala wa bandari. Ambao hawakutendewa haki wajiorodheshe, waeleze kitu gani hawajatendewa haki, ili iwe rahisi kupata ukweli, alileta vielelezo <todio> vya bundi ioenda kulipa br na hundi hiyo ikainaonyesha pesa zimeingia TPA. Zaidi ya mawakala 280 ambao wanatuhumiwa kuhusika na kutolewa kwa makontena na magari bila malipo. Majina yao yametangazwa katika magazeti ya serikali na binafsi. Levina Kateule, mm. Dar es Salaam.